Sheria kupewa kiapo alafu kipelekwe na msimamizi. Huu taratibu uliletwa majuzi majuzi hapa kwenye mabadiliko ya sheria, si unasema hapana, wakala anawakilisha chama na mgombea kwa utaratibu, urudi kama ilivyokuwa awali, wakala atambulishwe na chama, awe mtumishi wa chama, asibugudhiwe, afanye kazi ya wakala pale kituoni. Hili jambo ni baya? Ukisema hivyo ni uasi, ukisema hivyo ni uhaini. Umemkosea Mungu wapi? Umevunja ume katiba wapi? Kudai jambo kama hilo ambalo liko ni la kawaida. Sisi tunasema mshindi wa kura ya uraisi atangazwe kwa idadi ya kura ambayo ni absolute majority, asilimia hamsini jumlisha moja, sio utaratibu wa sasa wa simple majority, kwamba rais anaweza akachaguliwa hata kwa kura laki tano madamu ni nyingi. Tunasema hapana, tupate rais ambaye Uwaki, u, kweli kura zake zinaonyesha uhalisi wa idadi ya wa wapiga kura asilimia hamsini jumlisha moja. Kusema hilo ni dhambi? kusema hivyo ni uasi? E, sisi tunasema sheria ya gharama na matumizi ya uchaguzi, sheria yetu ya gharama na matumizi ya uchaguzi inasema hivi: huruhusiwi kuingiza fedha au kitu chochote kwa ajili ya uchaguzi siku tisini kabla ya uchaguzi. Sasa ukiangalia hii sheria na maudhui yake ukaangalia mgombea anathibitishwa na kupitishwa lini, e, na tume kwamba sasa wewe ndio mgombea wa urais, unagundua hii sheria sio practical. Uchaguzi ni Oktoba, siku tisini kabla ni samwe ya Oktoba, samwe ya Julai, August hapo sasa ndio umeshapitishwa na tume. Alafu hapo hapo sheria inakuambia huwezi kuingiza. Kama ni t-shirt, hutaingiza. Kama ni magari, hutaingiza. Kama ni pesa, hutaingiza. hii sheria ina ni uongo huu, haiko practical. Sasa tunaposema hii sheria ha, ha, ha, haiendani na uhalisi, wenzetu waliopo kwenye dola wataweza kufanya, wamejiandaa wataweza kufanya. Sasa haya mambo haya yote na mengine mengi ambayo tumeshayasema na kuyaandikia na kuyazungumza, nimetaja kwa uchache tu eh tumezungumza kwa habari ya majimbo ya uchaguzi. Majimbo ya uchaguzi, utaratibu wa sasa kwenye ibara ya sabini na nne inayozungumza kwa habari ya kugawanya majimbo, kifungu kile kinasema hivi: majimbo ya uchaguzi yatagawanywa kwa kuangalia njia za mawasiliano, hali ya kijiografia eh, milima na mabonde. Ndivyo katiba inavyosema. Sasa si tunasema this is hii ina contradict na universal principle. Wanaowakilishwa ni watu, sio milima na mabonde. Mbunge anaenda kuwakilisha watu. Sasa utaratibu wa kikatiba huu uliowekwa ambao uliingizwa mwaka 1992, wakati tunaingia kwenye uchaguzi wa vyama vingi, ni sayansi ya siasa ya mtu fulani aliyeona mbali akafanya kitu ambacho tumekizungumza sana, kinaitwa gerrymandering kwamba huu ni mkakati, sasa kwenye maeneo ambayo vyama vya upinzani inapendwa sana basi utaratibu wa kugawanyisha, tupunguze majimbo kwenye maeneo ambayo chama cha CCM kinapendwa sana, tuongeze idadi ya majimbo. Sasa utaratibu huu Unatumika kwenye sansi ya siasa inaitwa gerrymandering, kwamba huangalii watu unaangalia hali ya mawasiliano na hali ya kijografia. Kwa utapicha tu mistari hivi, hivi hivi hivi paka unapata hilo jimbo bila kuangalia watu. This is a political science. Na sisi kama scientist pia tunaelewa ni kitu gani wanakifanya na kwa nini hawataki kubadilisha hichi kifungu na kwa nini 1992 walikiingiza? Jamani, kuyazungumza haya ni wasi kweli. Watanzania wenzangu, kuyasema haya, ni uasi.